Kwenye dirisha nikajiuliza, nazo huko chooni, hizi bomba nani atakuwa ameweka? Ikabidi nitoke nazo kwa rafiki zangu. Wakati huo moyoni naambiwa, a mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa yuko na wana wa Israeli, Mungu alikuwa ametumia timbo yake miujiza mingi sana ambao wakiwa na Harumi, sasa nikakumbuka kile kitendo kwamba hata kuna mahali alimwambia kwamba una nini mkononi mwako, na mimi nimeshika zile bomba nasema, ayaona mimi Mungu wa anataka nitumie kama Musa alioulizwa, una nini mkononi mwako? Akamwambia, nina fimbo. Akamwambia, itupe, na alipoitupa ikageuka kuwa nyoka. Akasema, ndivyo utakavyoenda kwa Farao, hizo ndio ishara zitakazokufanya ili Farao akuachilie. Na kweli ukiangalia alipofika kwa Farao akaibwaga ile fimbo kwa ujasiri, na hana hofu, anajua kabisa huu muujiza aliyouona, maana pale wakati amekutana na Mungu amezungumza naye, alipoibwaga ikawa ni nyoka. Baadaye akamwambia ichukue, ishike mkia, na alipoishika ikarudi. Kwa nini ni fimbo ha? Hii ilimpa nguvu sana Musa, hata alipoenda kwa Farao alipofika pale, napo akaibwaga, asijue kama farao naye ana watu wake Akawambia, hiki kitu ninao wazee wangu. Akawaita wazee wake wachai wake wakafika pale, akasema hilo tu mbona ni dogo. Akalibwaga, nao wakaleta fimbo zao wakazibwaga nao, nao nazo zile fimbo chini, nazo zikageuka kwa nyoka. Lakini kuna kitu ambacho najifunza bado, palipo na Mungu shetani haweza kusimama. Tunachokiona pale ni baada ile fimbo ya Musa, wakati mwingine aliishiwa namna kwamba sasa inakuwaje na hao fimbo, lakini tunaona fimbo ya Musa ikameza zile fimbo za wale wachawi, kwa hiyo akaichukua tena. Kwa hiyo uganga au uchawi wao ukamezwa na ile fimbo ya Mungu, kwamba ni Mungu ni zaidi ya vitu vyote. Kwa hiyo kile kile bomba zikanipa namna ya kuanza kujiamini kwamba hizi bomba ni Mungu amenipa zitanisaidia kutoka ndani ya hiki kituo. Na mimi nachukua hii imani ya kwamba hizi bomba ni Mungu amenipa, kama alivyompa Musa fimbo, na mimi nitatoka kwa njia hiyo. Nikabeba imani hii, nilipo nilipowapata wenzangu pale nikamwambia jamani, hizi bomba zitatusaidia sisi kutoka huko ndani. Ilikuwa ni jambo gumu sana kwao, wakasema, itawezekanaje? Nasema tunatoboa ukuta, tunatoboa tunatoboa ukuta. Nasema ndio Mungu yuko pamoja na sisi, hili halitawezekana. i Nikaanza amini mimi, mimi ndio niliyebaki kuchukuliwa kwa ajili ya mahojiano, ila Mungu amenisaza, sikuchukuliwa siku hiyo kwa ajili ya mahojiano. Mpaka leo nikaenda ukutani Kupekecha ule ukuta ili tuangalie kama tunaweza kupata, naona kuna kitu cha kuboa na hebu, tutasababisha kesi nyingine, tukasema hebu, debeni imani yangu sita kushangaza, ile kazi ilifanyika ndani ya masaa manne kutoka saa saba mpaka saa moja usiku, ikawa hakuna askari yoyote aliyeingia ile saa moja na nusu Askari akawa anakuja kutuletea chakula, wakati mlango unagongwa. Mungu alizuia wakati ilikuwa eh, kawaida naingia na, imekuwa ni jambo ambalo Mungu ananionyesha kwamba yuko pamoja. Nani? Tukapewa chakula. Mimi hata hali ya kula chakula haipo. Ila hamu yangu nikitoka nje na nia yangu nikitoka nje naenda kumtumikia Mungu. Hiyo ndio ilikuwa ahadi yangu mimi na Mungu. Yaani, Mungu kinitoa huko ndani naenda kuwa mtumishi wake, nitaenda kuwa mwimbaji, nitaenda kuwa pia mwinjilisti. Na nitaenda kuwa mhubiri pia. Hayo ndio yalikuwa maombi yangu kwa Mungu. Wakati tunaendelea na, na, wenzangu wanakula chakula, mimi naendelea kuchina. Swala likawa kwamba watakapokuwa wanakuja maskari kubadilishana shifti waje. Kasema, Mungu, naomba unisaidie. Kwa sasa nimeweka moyo wangu kwako. Natamani niendelee kukuona Bwana. Ilifika wakati wa chakula, uh, maskari kuingia saa sita kubadilishana shifti hawakuweza kuingia. Wakatuita tena mlangoni, Mungu alizuia wa wasiingie ndani kubadilishana shift, okay, mnaweza kuendelea na mambo yote. Baleni, sasa tunarudi kwenye kazi. Tulipekecha mpaka saa kumi na moja asubuhi, siku ikawa imeisha, imekucha, lakini bado haijawezekana. Sasa pakawa pana shimo kubwa kwamba kama askari ataingia atapakuta pana uwazi, itakuwa ni kesi nyingine tena na mimi sasa ikawa inanipa nguvu kwamba nabidi mpaka kupambana. Wakati huo mchana kabidi nipumzike, maana wenzangu wamechimba mpaka wamekata tamaa, vidonda vimetokeza mikononi mwao. Ilipofika saa kumi na mbili jioni, nikawambia wenzangu, leo lazima tutoke. Kweli ilipofika mida ya saa tano usiku, shimo likawa limetoboka. Sasa hatukumaliza kabisa kutoboa mpaka nje, ila tukawa tumeweka wembamba ili kwamba kama nikugonga takuwa nikugonga baadaye nakutoka. Ilipofika ule usiku wa saa saa tano na nusu, mimi ndio nilikuwa wa kwanza, nikagonga ule mla, ule ukuta, ule ukuta ukatoboka, nikaanza nikusukuma, nikasukuma, nikasukuma, nikasukuma, hatimaye ukawa umetoboka. Nkaawakwanza kutoka, lakini nje pia kuna ulizi mkale, kuna maskari wanaolinda patrol. Masa yote anakuwa anazungukia lile jengo. Tkaingia kwenye, mta, kwenye mtaro wenzangu nao wakafata wakaingia kwenye, waka kwenye tukaanza sasa kusambaa hapo tukaenda wawili wawiliwakendayukatoweka katika mazingira hayo lakini ile kufika asubuhi, nakatisha kidogo kwa sababu shuhuda ni mrefu. Ile kufika asubuhi, nikawa nimefanikiwa kusafiri na rafiki yangu, tumesafiri tumefika mkoa wa Songwe kwa sasa, kipindi kile ilikuwa ni Mbeya, ni wilaya ya Mbozi. Sasa tukawa tumesafiri mpaka Mbozi huko ambako ni Songwe, kwa usiku, kwa usiku. Kabla hatujafika nyumbani, tunaagana na rafiki yangu, nawaaga tu rafiki yangu, eh, naenda kumtumikia Mungu na mimi naenda kumtumikia Mungu, naenda kuwa mchungaji Hebu nenda mahali unakojua. Tukawa tunaagana. Sasa wewe unaenda wapi? Bwana kila mtu anataka kumjalia. Mimi kwanza nitaenda Zambia kwanza. Yeye anasema na mimi nitaenda Kongo. Kwa hiyo tukawa tumepotezana na yule rafiki kwa namna kama hiyo. Na mimi nikawa nimefika nyumbani. Kaka wangu anashangaa wa kunikuta niko nyumbani. Na nilipofika nyumbani hapa, nimekatisha maana hata nauli ya upatikanaji tulimwendea bosi wetu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri kama jana yake alikuja kutuona, walisema uwezi ukaonana na hawa watu, ila alishangaa kuniona na mgongea mlango. Anasema tumetoroka kituoni, na pia ilikuwa sio mara ya kwanza kutoroka ngawa hii, huku kutoroka kulikuwa ni hatua kubwa na kilikuwa ni kituo kikubwa, lakini kuna vituo vingine viwili. Si kwamba sikutafutwa, kutafutwa, yani hiyo ilikuwa ni jitihada ambayo iliendelea. Wenzangu walikamatwa siku ile ile, hmm, wote walikamatwa siku ile.